Ndugu zangu wananchi pamoja na wana CCM, kazi mliyoifanya tarehe ishirini na tisa ni kazi ya mfano, kwa sababu mmekiheshimisha chama chetu cha mapinduzi. Sisi tunasema hongereni sana, hamkukosea kuendelea kukiunga mkono chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi, nataka nikuwahakikishieni kwa, kwa miaka mia moja inayokuja kitaendelea kuwa ni kimbilio la wanyonge Tanzania. Ni chama ambacho kina historia ya nchi hii. Wako watu wanadai mamlaka kamili, wako watu wanadai ukombozi wa Zanzibar. Mimi naambia tena kusema nilishasema siku za nyuma, Zanzibar huru ilipatikana mwaka 64, tarehe kumi na mbili Januari. Naam. Haiwezekani hata siku moja kuja Zanzibar huru nyingine zaidi ya sitini na nne. Tutaendelea kuyalinda mapinduzi, tutaendelea kuulinda muungano wetu kwa faida wa Tanzania wote. CCM ni chama cha wanyonge, kitaendelea kuwaenzi, kitaendelea kuwalinda wao na mali zao. Nataka nikuhakikishieni wananchi Endeleeni kufanya kazi zenu za maendeleo, fanyeni kazi zenu za kujipatia riski. Nataka hakuna tichote ambacho kitatokezea, ulinzi ndani ya mkoa wetu, ndani ya Tanzania yetu uko imara na umeimarishwa marudufu kabisa. co kenye kiti, leo tumekuja kushukuru, kuambia wananchi hawa kwamba kama ambavyo tuamini kipindi cha kwanza tukamaliza salama na baada ya kufanya mazuri na mema mengi ambayo tuliyafanya kwa ushirikiano wao, tumekuja pia kuwaambia kwamba miaka hii mitano tunaomba pia ushirikiano wao ili twende tukashirikiane tuweze kufanya au kuleta maendeleo mengi zaidi ya yale ambayo tulianza nayo kwenye miaka mitano iliyopita. Nataka nikuwaambieni wananchi wa jimbo la Wawi, endapo tutashirikiana tena tutawapa tena ushirikiano viongozi wetu hawa wawili, na sisi tuliyoko hapa, tunaamini kwamba tutapata maendeleo makubwa na wale walioahidiwa na viongozi wetu wakuu, na yale tuliyoahidi sisi viongozi wenu, tutakwenda kuyatekeleza moja baada ya nyingine kwa kipindi chote cha miaka mitano ijayo. Sha mwenyekiti, aa, nawakumbushe kwamba tuliahidi kuendeleza sekta ya michezo, kama ambavyo tuliahidi kuendeleza sekta hii ya michezo kwa kuleta uh, vifaa vya michezo kwenye timu mbalimbali jimbo zima, tutafanya hivyo. Tuliahidi kuboresha miundombinu ya michezo, tutakwenda kuboresha miundombinu ya michezo, mi michezo. lakini tuliahidi kuendeleza mashindano mbalimbali ambayo tumeanzisha sisi wenyewe. Miaka yote mitano yaliendelea mashindano haya, na tutataka kuwaahidi kwamba kwa miaka mitano ijayo, miaka yote mitano mashindano haya yataendelea. Bismillah. Nyekititulianzisha tulianzisha pia, pia. program ya kuwapongeza wanafunzi wanaofanya vizuri. Nataka kuwaambia wananchi program ile, kama tulivyoifanya miaka mitano iliyopita, ndivyo hivyo hivyo kuifanya kuifanya lakisingora zaidi miaka mitano hili ijayo. Hatujasahau na hatosahau na hili tunakwenda kuifanya nguu kwa nguu, kwa ushirikiano wenu miaka mitano yote ijayo, sisi ni moja lakini pia tuliahidi tuli kwamba tunakwenda kuboresha mazingira ya vikundi vyetu vya ujasiriamali vya kina mama na vijana. Cho mwenyekiti, kwa uchunguzi tuliofanyika ni kwamba wananchi hawa kina mama na vijana ndiyo kundi kubwa ambalo limejitokeza lime kwa wingi kupiga kura tarehe ishirini na tisa ho ka kuwaheshimisha kwa, kwa, kwa kutoa shukrani zetu, na sisi tumekubaliana kwamba miaka hii mitano tutakuwa nao bega kwa bega kuboresha kazi wanazozifanya, kutoa mtendea kazi katika shughuli wanazozifanya, na tumekuja kuwahakikishia kwa kwamba jambo hilo kama ambao tuliahidi kwenye mikutano mbalimbali, ndivyo tutakapo kuenda nalo miaka mitano ijayo, Oktoba 2025 tulisimama katika mikutano ya hadhara katika vijiwe, tulikuja na vipaumbele vyetu vitatu, ambavyo vilikuwa ndio mkataba wa baina yetu na wananchi, ambapo vipaumbele hivi vilikuwa ni elimu, miundombinu ya barabara, michezo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na chama chetu. 25, 30, tumesimama tena kama wagombea, pamoja na wenzangu hawa, tukaja na vipaumbele vyetu vitano. Kipaumbele chetu cha kwanza kilikuwa ni cha elimu. Cha pili kilikuwa ni miundombinu ya barabara. Kipaumbele cha tatu kilikuwa ni kupigania na kutetea ilani ya Chama cha Mapinduzi kutekeleza. Lakini kipaumbele cha nne kilikuwa ni, ni michezo. Lakini kipaumbele cha tano ambacho hichi ndio kwa nguvu zaidi ni ni kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo, hasa akina mama. Nichukue fursa hii kuwakumbusha wananchi wenzetu hasa wale wajasiriamali wadogo wadogo, lakini hasa akina mama, ule muda sasa wa kutuka mata tuwatekelezee kile tulichoahidi sisi. Tuko tayari na tutahakikisha tutapita kila kona ya jimbo, tutapita kijiji cha jimbo, kila kijiji cha jimbo tutahakikisha, tutapita kila mtaa wa jimbo kuhakikisha kwamba tunatekeleza kile tulichokiahidi.